Tunataka ni siku ya kusherekea na, na wapenzi wetu wapenzi wetu wako, wako Manungu, wapenzi wetu wako Morogoro mjini, wapenzi wetu wako Kilosa, wako Ifakara, wako Ngerengere. Ndio Morogoro hiyo, jamani, siyo Morogoro? Sasa mi siamini kwamba TFF wameshindwa kutuletea hilo kombe Morogoro ili tusherekee na wapenzi wetu, lakini sisi tunataka tupokee kikombe chetu Manungu tutakuwa na friendly match pale aina ya Mtibwa na timu nyingine yote ambayo tunaona tunataka kucheza nayo e, kama ni vijana Moro Kids au nani anything. Nime, nime na waomba TFF wa waipitie wa, wa upya hiyo sio sawa. Lakini pia niliwapa ahadi wachezaji na, na viongozi tulikaa tukaamua tuka kwamba tuta siku hiyo tutafanya sherehe kubwa sana ya kupokea kombe hilo na tutasherehe haswa, maana tutapiga mziki, tutakula e, mchele, tutachinja mang'ombe. Yani ni furaha, ni sherehe kubwa. Lakini tutakula mpunga na watu wa Chamazi wale na Azam kwao.